Uh, salamu aleikum Hassan Mwana wa Ali umeshindaje? Uh, mbiu ya mgambo ikilia kuna jambo. Kiniona kwenye ile kochi jua ninatangaza wale wote nikushukuru, saa kumi na dakika 40, tutakuwa nayo kwenye gumzo la sport ndani ya Radio 47. Uh, kikubwa tutaangazia mashindano ya shule za upili yanaendelea huko Mombasa, na yupo kule Duncan Mtua maarufu kama skofu ripoti yetu amekita kambi uh, wiki nzima, kisha habari nyinginezo tutaangazia Mo Salah anaurefusha mkataba wake pale Liverpool, habari njema kwa viongozi wa EPL. Wikendi hapa nyumbani ni mechi za FKF Cup raundi ya robo fainali na yotayo tisa kumi asubuhi saa moja kwenye bahari ya elimu, hiyo kesho Jumamosi na kila siku za Jumamosi, tutaangazia tamasha za drama mabanuzi wangu na maripota wangu kina Anthony Njagi Tom Kimis Baraza wapo kule wao, tutajiunga nao baadaye, baada ya kipindi, tuangazie tamasha za drama na sokomoko iliyojiri ya echoes of war. Nimeona echoes of food, echoes of telepathy, echoes of everything. Na si hayo tu, gumzo kubwa ni miaka mitano, tunaadhimisha tangu ametuacha mwalimu sauti ya mama. Namzungumzia mwalimu wetu, rafiki yetu, ndugu yetu, mjomba yetu Baba yetu Ken Walibora waliaula moda mdazepema pepole utaipata sauti yake, na pia mi nitakupa nafasi uchangie. Unakumbuka nini miaka hii mitano, na una ujumbe gani kwa wapenzi wa fasihi? Maana akaandika sana fasihi, akisema ni kioo cha jamii, lakini jana tumeona kule Nakuru kikiwakiza kikiwa kiza cha jamii.